Oktober, Sendru, ni Jumatano ya tarehe 22 mwezi Oktoba. Mimi naitwa Sendru na 22alammambo ia ya tatu kavu ya ya leo habari mambo kwenye leo, tunao magazeti matatu. Kuna gazeti la Taifa Tanzania, gazeti la Uelekeo pamoja na gazeti la Wamachinga. Lakini pia tupo na washirika wetu ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara, lakini pia venye bei nafuu unaweza ukafika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukawasiliana nao kupitia namba 0769771165 ama 0762771159 sawa. Tuanze moja kwa moja na gazeti la taifa Tanzania. Samia ajitoa sadaka kwa amani ya Tanzania, lakini pia mwalimu aahidi kuondoa barabara za vumbi Dodoma. E, Wenje ataja sababu za kukwama katiba mpya. Hayo yote utayapata katika Taifa Tanzania. Kavu ya pili kutoka gazeti la uelekeo inasema Dr. Samia tokeni, mkatiki hakuna tisho Oktoba 29. Eh, huduma za afya zinapatikana kila kilomita tano, anasema hivyo, lakini Waziri Ulega atangaza ujio wa jangwani mpya. Hayo ni katika gazeti la uelekeo. Unaweza ukajipatia gazeti lako lakini pia ukasoma hizo habari moja kwa moja kwenye gazeti la Wamachinga. Samia aonya kuelekea Oktoba 29, lakini pia waangalizi wa uchaguzi SADC wawasili, wasisitiza amani. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa pili. Zuhura, wakulima muwe mabalozi wa mafunzo ya kukuza ujuzi. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa tatu katika gazeti la Wamachinga. Nikukumbushe pia tuko na kaizawi building, wenyewe ni machiwe, wasambazaji na wauzaji wa vifaa vya ujenzi ambao wanapatikana uwanja wa jamhuri Dodoma, kwa mahitaji ya ujenzi. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji e, kupata ushauri namna sahihi ya kufungua biashara za namna hiyo, basi unaweza ukawafuata pale ofisini kwao, lakini pia kupitia nambari hizi za simu 0769771165, lakini pia 076277115 Tisa. Sawa, upande wa gazeti la Uelekeo michezo nasema e, Simba yawaonye mashabiki wake ni kuelekea mechi ya e, mechi yao dhidi ya Nsingizini ambayo itapigwa Jumapili ya tarehe 26 lakini e, Winnie Odinga anamshukuru Farii Pupa kumwenzi Laila habari, e, ipo ukurasa wa 26 wa gazeti la Uelekeo. Kwaona Yanga dhidi ya Silver Strikers, hakuna kiingilio ni bure. Hmm. Kwa hiyo kumwona uchizi vunga ni bure hmm. <laughs> Polisi wasaka wanaosambaza picha video zinazokiuka maadili lakini pia, Ahmed Ali, tunawashukuru mashabiki kwa kulipa faini. Kafu sawa, upande wa, wa maching anasema Pantev, tunaanza upya mechi na Singizini. Meneja huyo wa Simba Sports Club eh, anazungumza hivyo, lakini Azam kmkm kitapigwa Ijumaa lakini Ismailia wachana na Mirods eh. Tanzania Prisons yaichapa mabao mawili kwa sifuri Mbeya City katika Mbeya Dabi. Hiyo ni gazeti la wamachinga, kwa unaweza ukajipatia nakala ya gazeti hilo deni. Mambo yanakuwa vizuri kabisa, tujikumbushe tena. Je, umekuwa ukiwa unajiuliza utapata wapi vifaa imara kwa bei nafuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wako? Jibu ni moja tu, Kaisar Building Matio. Wao ni wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa takribani miaka 30 wakiwa wanafanya biashara hizi. Ukitaka kuwapata zaidi kupitia nambari hizi za simu 0769771165 lakini pia 0762771159 na pia wanapatikana pale uwanja wa Jamhuri Dodoma, kwa hayo yote unaweza ukawasiliana nao. Na kwa hayo yote tunahitimisha tatukavu kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Erasu Sendu, lakini pia nilikuwa hapa na Yohana Mashauri. Endelea kufuatilia vipindi vyote vizuri vinavyoendelea hapa hapa Open Online Media.